Asalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu. Ewe ndugu yangu, hii dunia bana, ina milango ya mitihani. Wapo waliopitia kifo cha mama zao, wengine baba, wengine waka wakafiwa na watu wote wawili. Kati ya hao, wapo waliopoteza watoto, wengine walipoteza ndoa, lakini wengine ambapo ndo wengi miongoni mwetu tumepoteza matumaini kabisa. Yote kwa yote, kumbuka tu ya kwamba Allah tabarak haachi mja wake bila ya njia. Manake Allah hamwachi mja wake popote na kwa muda wowote. anayoyapitia matatizo mtu huyo, Allah hamwachi mtu huyo, yupo naye. Allah tabarak anasema kwa upole kabisa, bada audhu billahi min ashaitani rrajim walanabluannakum bishaiin min alkhaufi wal waaljua wa naqsi min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na bila shaka tutakujaribuni kwa kitu katika hofu na njaa na upungufu wa mali na nafsi na mazao, lakini mwisho Allah akasema wabashirie wanaosubiri ambao wanapopatwa na misiba husema hakika sisi ni wa Allah tabarak na kwake tutarudi. Ewe uliyehisi kupotea fahamu kuwa wewe ni mteuliwa wa majaribio ya wenye subira, na unapohema kwa huzuni, rehma za Allah zinashuka kimya kimya juu yako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kusema siku moja mwenye kuteseka kisha akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah humlipa kwa msiba wake na kumpa kilicho bora zaidi. Hadithi hiyo kama sitaikosea alipokea Muslim. Ewe unaejua ladha ya upweke kwenye sikukuu, usijione mdogo. Subira yako ina thamani mbele ya mbingu. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairu lakum, na huenda kuna muda mkachukia jambo na kumbe jambo hilo mlilolichukia ndo likawa khairi au likawa bora. Kweni wakati mwingine wanapiga picha za za furaha eh, wanafurahi Makusudio ni kwamba kuna muda kwa unaweza ukaona watu wanafurahi, lakini wewe unaendelea tu kuvumilia juu ya matatizo yao. Na wakati mwingine watu wamekula nyama kama jana na leo, kuna watu wanakula wamefurahi, lakini wewe unakula kimya maanake wee unakula kunyamaza, hauna furaha, huzuni zimekujaa. Watu wamechinja, juu ya kwamba watu wanatoa sadaka wanatoa wanatoa, lakini wewe sadaka haijakufikia, uko mbali, na huenda pengine kuna watu wamechinja, unawaona na wewe wanakuona, lakini hawajaweza kukupa, na jambo hilo likasababisha majozi yako kujaa wenye moyo usikate tamaa. Allah haangalii umevaa kitu gani, wala Allah haangalii sahani yako imejaa vipi, bali Allah tabaraka huwa anauangalia moyo wako, na moyo wako ni maridadi zaidi pale unaposujudu ukiwa umevunjika vunjika, umelia, una majonzi, una huzuni, una shida, lakini bado unaendelea kumwaga machozi huku unaendelea kumwabudu Allah tabaraka wataala, hadha lidu laisa lilmutarafina fakat bal lilmunkasirina aidan, hii ni Idi, si kwa sababu ya wenye neema, bali pia kwa wale waliovunjika, waliokuwa na matatizo, waliokuwa na huzuni pia ni idi yao. Idi Mubarak kwa wale wote waliobeba misiba lakini bado wanabeba imani, lakini Eid Mubarak kwa wale wote ambao wanamtegemea ya Allah zaidi wanavyomt zaidi wanavyoitegemea dunia. Eid Mubarak kwa wale wote ambao wana huzuni, wanalia leo hii. Kuna watu wamepoteza ndugu zao, kuna watu wamepoteza mama, kuna watu wana madeni, kuna watu nyumba zao zimevunjwa, kuna watu nyumba zao zimeuzwa kwa sababu ya madeni wanayodaiwa. Kuna watu leo wanaumwa, wako vitandani, hawana furaha, miaka mitatu wapo kwenye vitanda vyao hawana furaha yoyote, lakini leo watu wengi wana Furaha. Allah tabaraka wa taala, tunakuomba uwape wepesi wale wote ambao wana huzuni leo, tunakuomba uwaondoshee huzuni basi. Ya rabbi, wahafifishie, uwafanyie wepesi, angalau wafurahi na ndugu zao, wali ambao hawajapata chochote, wamwabudu Allah, waendelee kufanya ibada huku wakimlilia Mola wao. Bimaana Allah subhanahu wa taala, yeye ndo mmiliki wa vitu vyote ambavyo wao wanaviona katika macho ya watu wengine Allah ata Kabali ibada zetu na Allah atukubali yaumul qiyama Ya Allah, tujalie miongoni mwa wali ambao tunasikiliza maneno mazuri na kuyafanyia kazi.